Wanaume wewe. Mungu mwanamke mwanamme eh? Maana ukianzisha ibada kwenye makanisa yetu ukianza kwa, kwa jina la Mungu Mama U, utatolewa pale mbele. Tuanze ibada hii kwa jina la Mungu Mama na la mwana, kabla hujamaliza Roho Mtakatifu uko nje huyu wana mtu anabebwa kwao anabebwa na wigi na lipostiki na nini, analetwa kwako bonge la mtu. Ujue duniani, yaani mtu anabebwa kutoka kwao, mtu mzima na akili zake, beba sikuzi wananua na kitanda na godoro nagodoro, wanakuletea huyo. Hey, ana meremeta, we ubebwe, utakubali? Bonge la mtu hilo, yaani la kuzaliwa mwanamume. Ujue Wayahudi walikuwa na asubuhi au maombi yao. Najua mchungaji mambo matano uwa nashukuru, mojawapo kubwa ninamshukuru Mungu kuzaliwa mwanamme. Ah, uitwe demu saizi hatari ujue ndio. <laughs> Maana lazima ujue lugha za wanawake. Wanawake wanaweza wakaandikiana wenye, mpenzi umeamkaje. Mauki niandikie mimi mpenzi umeamkaje, unautafuta ugomvi mkubwa sana kwanza yani, nitashangaa hii message ana akili <laughs> umeniandikia mpenzi, umeamkaje? <laughs> Wewe unatafuta ugomvi mkubwa, ujue. Hata ukisema nimekosea, siku moja jamaa akakosea, akanitumia mpenzi ananje. <laughs> Sio ananje, alisema mpenzi umeamkaje mpenzi. <laughs> Wewe wewe bwana, vipi una mimi umri huu, mpenzi wako kweli? <laughs> Japokuwa neno la kawaida ujue. <laughs> Kwa hiyo kuna lugha za wanawake na kuna lugha za wanaume. Ukitaka, ukitaka tabu anzisha kanisa utapata wanawake kwanza wengi. Sababu wanawake we, tumezaliwa tofauti. Mwanamke anaanza kuhisi ndio anafikiri. Sisi tunaanza kufikiri ndio tunahisi ndio maana wanawake hata kama wamekuja kwenye ibada wakisema daka mumeo ananyosha mikono daka, daka daka pokea, mumeo. Mimi, uniambie, daka pokea mumeo tunamchomoa Amen. Mimi uniambie daka na kushangaa anatokea wapi? Mwanamke ananyosha mikono anadaka kwe. Daka mumeo, daka daka daka. Daka tunamchomoa huko. Daka. <laughs> Wanashangilia kwenye kanisa yani wanakwenda kusikia sauti la mwanamme linalokoroma ndo analipenda. Pokea, daka. Nabadisha hata daka. Daka. Daka. Daka. na, mo... Nasi... na sauti hizi. Sasa ngoja nizungumze mambo machache, mambo manne ya kwanza, mambo manne ya pili, dakika chache, ukiona naendelea, utanipiga stop. Hakuna jambo jipya duniani, yalikuwepo, yapo, yatakuwepo. Uh, ufupi, maonyesho, urefu, umbaji, wembamba, fahari, unene, kupenda. Kwa hiyo hakuna jambo jipya duniani. Unaweza kunipiga stopu kwangu, sawa sawa wapendwa. eh, na katika matunda tisa tunda muhimu kiasi kwenye bibilia, kwenye Galatia tano ishirini na mbili, tunda la mwisho kiasi. Kuna watu duniani hawana kiasi. Ukimwambia ombea nini, tunataka kuimba kwaya, omba, omba, tufungua kipindi kwa maombi, ataombea mpaka vita vya Ukraini ataombea vimbunga Ben mpaka jamaa, vipi huyu? Kwa hiyo <laughs> lazima kiasi, muhimu sana kiasi. Na nataka nizungumze kwa nini ujue mambo ya ndoa. Ehe, parapanda italia hivyo hivyo, ukistuka mbinguni, ukistuka jianamu <laughs> ndoa bwana, si hilo jambo ambalo mwanadamu alizaliwa, limekuja tu tangu mtoto mambo yote yanayotokea mbele ya safari yana tabu yaliyoletwa na misukumo. Ujue, siwezi kukasirika kwa ajili ya meno, yamekuja nimeyaona mapema, sigombani nayo meno haya. Kuna mambo yamekuja baadaye, na haya mambo yananyang'anya uhuru wa mtu. Ndio maana nasema watu wengi, siko perfect. Uongo, mimi nikiwa peke yangu niko perfect, naweza kulala na mandazi kitandani, naweza kulala na uji. Tukiwa wawili ndiyo shida, ujue mimi niko kamili kwenye maisha. Kwa hiyo hili ni jambo lililokuja baadaye, na watu wanasoma vibaya. Watu wa Biblia wanasema enyi wake watiini waume zenu, sio kweli. Kiswahili kimevuruga. Kuna vineno viwili vya Kigiriki pale, ile tii sio kama amri ya kijeshi no. Pale pana vineno viwili vinasema, ishini kwa utaratibu maalum mlioweka na waume zenu. Nyumba ina utaratibu maalum Sio saa tatu usiku ndio unapepeta mchele na sinzia kama niwesauliwa kituo cha basi. E, nyumba ina utaratibu huyu. Mwanamke anayekuja hatuwezi kuwashindwa wanawake. Mtu anasema dunia leo imebadilika, no, watu ndio wale wale. Ishi kwenye bahari uliyoikuta, ogelea kwenye bahari uliyoikuta, usiseme miaka ya nyuma hukuwepo. Ogelea kwenye bahari hiyo uliyoikuta ya moto, wewe ogelea humom Ukiwa na kitambaa kidogo, shona pensi, usitaki kusona suti, hiyo hiyo kitambaa Uh, kwa hiyo ishi katika yale mazingira. Akili yako au fikra yako ndiyo sumu yako, ndio adui yako. wazo na narowaza na ndio maana makusanyiko siku hizi, ashukuriwe Mungu, ni mengi ya mafundisho. Apendaye mafundisho upenda maarifa. Na kwa nini niseme mambo mangapi? Mambo, mambo manne kwanza, namna ambavyo tunaingia kwenye ndoa, na mimi nataka kuzungumza ufahamu au maarifa maarifa yanatufanya tuishi popote mazingira yoyote na mwanamke yoyote, hata awe bilionea naishi naye maarifa. Alikuja mtu mmoja akaniambia, mchungaji, mke wangu amenuna mwezi, wiki ya tatu hii, na nimeenda kuombewa makanisa huko mpaka nimechoka, amenuna. Nikamwambia, watakuweka mikono mpaka utapata kipala, watakunywesha mafuta mpaka uhalishe, njoo nikupe maarifa. Wala sikumsomea hata mstari wa Biblia, nikamwambia, kesho ukienda kazini badilisha uvaaji huku ile suruali peleka mbele na huku mbele peleka nyuma. Yes, anakuchungulia kwenye shuka, alafu uchomekea koti, uh -huh. Mguu mmoja vaa kiatu mmoja, usivae kiatu, una socks tu, alafu toka pale nyumbani. Akasema kweli mzee, nikasa fanya hivyo, utakuja kunipa hela. Kama ajasema kitu, tuna beti, nitakuja kukupa hela. Sasa sawa mzee, maarifa tu haya maisha. Ndio maana wanatoa elimu, maarifa Nilimsikiliza juzi hapo kwa Gamanywa, nikasema mpaka mke wangu akasema, wa jamaa na kitu cha ajabu sana. Maarifa sio tunakataa. Tukiwaita kwenye mambo ya ndoa, haya watu wanafika, tunaenda kuwasuta no, kupeana maarifa. Kuendesha gari tunatakiwa ukasomee miezi miwili mwezi mmoja. Kuendesha mtu mtu aliyetoka kwao, mtu hujazaliwa nayo, kumwendesha huyo wewe, mtoto wa mama mkwe amemkataa kwao we. <laughs> Ana maswali, utafikiri mgambo. Umetoka wapi? wapi umelala wapi? Yani mtu ahisi hatu saa zote, hata kama mtu anapita nje mko ndani, anakuuliza anapita nje nani, umjibu wote mko ndani, mwambie kibaka huyo. Wewe vipi, <laughs> cheusi cheusi hey. <laughs> Huyo asema ah, ndani kibaka huyo. Ukimwambia vipi, mnagombana kiatu cheusi, anakuza cheusi, mwambie eh, huyo. Kuishi naye huyo wakutii sheria bila shuruti, jioni mnavua nguo wote, pendo la wazimu sio mchezo. Nikamwambia nakupa maarifa, tunachotakiwa ni maarifa tu, hata aweje mwanamke, maarifa tu, na maarifa yanapatikana kwenye mafundisho. Wapendwa, tumekataa sisi mafundisho. Wakati mwingine, hata kuendesha, kuishi na mke ni zaidi ya kurusha ndege ya kivita huyo. Ndio maana Suleiman anasema ni hili, nyumba ya matanga. Maana matanga yanaishi na mke. Unaweza ukalilia bafuni, mwanamume mrefu kama huyu anaweza akalia bafuni hi. Akitoka huko vipi, anasema sabuni sabuni imeingia machoni, kumbe mke una wewe. Mtu mmoja alisema, tunawapongeza nyewe wenye wake mpaka leo, sio mchezo ujue. Nikamwambia, sasa wewe nenda fanya hivi, afu nenda kazini, utaona atazungumza mwenyewe. Akafanya hivi, alipopiga hatua ya kwanza ya pili, mwanamke akaamka kitandani, sasa mume wangu vipi, umechanganyikiwa. Mwanamke akasema, unanichanganya, unanivuruga. Mwanamke mwenyewe akaanza kulia, mume wangu anakuwa kicha eh, eh, anakuwa wakabusiana amu amu amu, wakaenda kule sieta, wakapiga waka mbili, jamaa akaenda choo mwepesi. Hamna ugomvi hamna nini. <laughs> Hakuna ugomvi, wapigwa sieta kule, alipigwa chapuchapu ya hasira sieta kule. Wewe, ugomvi ukaishia hapo. Jamaa ya akaja kunipa laki mbili, mzee chukua laki mbili, kaenda kupiga supu ujue sasa hapa Bongo tu maisha awe mwanamke, onani Bongo tu, aina ya muhemuko, muhemuko muhe wa kwanza wa kupiga stori, umempataje huyo mwanamke? Kuna muhemuko wa kupiga stori tu, sio wa kuoana. Na mkumbuke wapendwa, viungo vingine havyokoki ujue, au si wapendwa? Kuna viungo vinagoma kuokoka, hata mweke Biblia hapa toka. sokea Toka. mtaitoboa tu Bible <laughs> na mambo mengine hayaeleweki ujue. Sasa <laughs> ulikuwa mwemuko wa stori, alafu wewe ukafikiri ni mwemuko wa kuoana. Ndo ndio maana unapata tabu. Ndoa ni makubaliano ya hiari, ni patano la hiari. Hakuna heshima ambayo Mungu amempa mwanadamu kama hiari. Mimi nikioa mwanamke kwa hiari, hata awe mnene vipi, ninaye huyo, hata kumkumbatia kama mbuyu ninaye, naona raha. So, siwezi kumwambia twende jimu, huyo sio hiari unataka wemwembamba mwembamba, ujui you unaona know? Makubaliano ya hiari. Ndio maana Waswahili wanasema hiari ushinda utumwa. Mimi nilikuwa na vijana wa dawa za kulevya pale Kigogo kwa yayao na nini. Siku moja, Karume paliungua moto, alafu nikawambia, wenyewe wakaniambia, mzee na sisi tunaenda kuambulia pale Karume. Wakaenda Karume kubeba viatu na yule aliyebeba zigo la viatu mwembamba, bonge la roba mwembamba, tufika ataanguka leo kutoka Karume na roba lao la viatu mpaka Kigogo wamemimina kumbe, watu wa Karume wana akili sana, wanauza viatu, kila mguu wa kushoto saizi tofauti, wameweka roba moja sasa. <laughs> mguu wa krismauki mguu wa kwangu, zote kushoto tupu, ju wamemimina pale chini, wakaanza kulia. Akasema basi sogezeni hata pembeni, wakasema ilikuwa hiari mzee, hapa hatuwezi. <laughs> Ndio maana ukinipandisha daladala kwa hiari nikipanda kwa hiari, hata mtu akinikanyaga nagombana na alinikanyaga. Ukinilazimisha kupanda daladala, nikikanyagwa na kuangalia wewe, unaona ulivyo, unaona mlazimishi? No, si kupanda kwa hiari. Hiari ushinda utumwa. Mimi nilicheza boxing, unapigwa, ukiamka unagonga gloves, Simba Boxing Club Una, naendelea na nimenyanyua chuma, niko mdogo, mshikishini bodybuilding na kina Mario Mpawa Bernardo, mpaka mikono inauma, unaendelea tu eh eh, kwa hiari. Kwa hiyo kuna muhemuko aina ya, ya kwanza ha? ufahamu ule muhemuko ulikuwa na na wa kuoana, wa kupiga stori. Sasa viungo vingine viokoke, mkapandana mkasema tuoane, ndio shida ilipoanzia. Na hapa, wa pili, wa kusaidiana kazi, unafikiri ndio muhemuko wa kuoana, mmepandana, unasema basi tuishi, amwezi kuishi. Muhemuko aina ya tatu ni muhemuko wa mahusiano, unamwona mwanamke mwana, una peace kali kweli, unasema huyu ninge stuwa, tu hata one day ujue niko tayari hata kumpa milioni nistu. Wewe si wa kuoa, ukistua unaona mambo kumbe. Sasa yale yale, ushamstua pengine umetia kitumbo tuishi. Mhemko aina tatu ulikuwa kustua. <laughs> Nikuulize, mhemko wako aina gani? Ujue <laughs> umeingia kwenye ndoa kwa mhemko upi? Na umemkuta mkeo wapi? Mimi mke wangu nilimkuta hospital, nimeenda kutibiwa. Nikasema ugonjwa umepona, kwanza nianze na wewe wewe mgonjwa gani? Toka nje, umechanganyikiwa. <laughs> Wengine mke wake anamkuta kwenye msiba, ujue huku mnalia, napata demu hapo hapo. <laughs> Mwemuko aina ya nne ni mwemuko wa kuoana, husikii, huoni, huambiwi. Hata kama na mguu mwembamba kama mkono na bonge la guu kama la tembo, utamwona kitandani, kumbe mguu wako mwembamba. Hiyo mwemuko ufahamu, ni mwemuko gani umekuingiza kwenye ndoa lakini aina ya pili nataka kusema mari, umfahamu mkeo. Hapa ndio tumekuja umfahamu mkeo. Mwanamume hakimbii kwenye Biblia kule nasema, enyi waume ishini na wake zenu kadhalika, enyi waume ishini na wake zenu kwa akili. Tafsiri ya akili: maarifa, elimu, ujuzi, ufahamu. Tumeelewa na tumekuja hapa tunazungumza tupate maarifa. Hatukimbii nyumba, hatukimbii mke, wala hatulaumu hatumlaumu tumeoa nani? No, no, no, no, hiyo utakuwa umekosea. Hatujuti kwa ajili ya karama na kipaji cha ndoa, hatujuti. Tunapata maarifa, sisi ni watu wa maarifa. Mfahamu mke, wana saikolojia hawa, wana makundi yao ya watu sanguini, nini, kuna makundi manne. Sisi watu wa imani, kuna makundi manne pia ya watu. Anaandika Paulo kwenye Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 20, katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu na shaba, kuna vyombo vya udongo na mbao makundi manne, mfahamu mkeo yuko kundi gani, utaenda naye. Mfahamu. shida kubwa kufahamiana. Kundi la kwanza la mbao ni mwanamke anayefurahia uchumba tu basi, baada ya kuoana anafanya mashindano ya kununa. Na ujue ndoa ina vipindi vitatu, vipindi vinne, unapita kipindi gani ndo uelewe. Vipindi vinne ujue, nitazungumza siku nyingine. Mfahamu mkeo chombo gani, kundi gani mbao. Mtu anashangilia pale mwanzoni tu, baadaye ananuna bila ya sababu. Hicho ni kundi la mbao. Aha, kuna watu wengine ukiwachagua kwenye kundi, anakuja vikao viwili tu haji tena. Ndio maana uchumba mtamu kuliko ndoa. Au sio wapendo? Uchumba mtamu kuliko uchumba, mnaitana majina yote blanketi, dali, ehe, sugar, baby. Paka saa 8 usiku unamuuliza, umekula? Mtu mzima kwani hawezi kula bila wewe? Umelala? Uchumba mnabusiana mnakula mate kama juisi ya baresa. Uchumba leo nasa domo linanuka leo. Uchumba mtamu mnakumbatiana kama supaguru wao leo nasema nipishe nipite. <laughs> kundi la kwanza lambao ilo ikwaina, mfahamu unaishi na nani. Kundi la pili, chombo cha udongo wa kubembeleza, aseme yeye lazima umbembeleze au wewe ufike mahali useme basi tumemaliza. Ukiwa na malengo, mwanamume hashindwi. Sasa wanaume wameshindiliwa maneno, anasiwahusilie unaliaje mapema? Msiba umetokea na wewe ndio mfunga turubai, unaliaje mapema? Funga turubai kwanza, baadaye ndio ulie. Unaona hicho chombo cha udongo wakubembeleza, hata ukifanyaje na ukimkosea kidogo, anakwambia hujanifanyia lolote kwenye maisha. Ujue mke ulioa chombo cha nini, uende nacho chombo cha udongo hicho. <laughs> Kundi la tatu chombo cha shaba na, na, na nchi za Nordic, wanatunza shirika la elimu Kibaha, kila kitu bure. Tulikuwa na makombe yale magumu zamani, maziwa shilingi moja. Sisi na wapishi atuelewani wanafunzi, kwa hiyo lile kombe gumu sana tunaliteleza kwenye meza kule mpaka jikoni kule, nagonga chini, mpishi anaruka, si unacheka wanafunzi? Kesho unakinga tena huyo. Chombo cha shaba, kuna mtu hata ukimsema vipi kesho yuko wow, wala impasha impishida chombo cha shaba. Kuna mwingine mkisemezana hapa leo. Anaishi jana. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Kuna wanawake wanaishi jana, hasa au neno na wanawake hawapendi utani. Utani hautake mwenyewe hujui Hey, mtani atakee lakini umtanie hata hicho, ni chombo cha udongo, chombo cha shaba hakijali. Chombo cha shaba kama wauza nguo, wauza mitumba, wauza mitumba wana akili, hawaishi jana, wanaishi leo kila siku tasia leo leo mapyaa zizobaki za kesho zizobaki tena yani mwezi mzima zimebaki za leo leo. Hasemi hizi ndio za jana, wao wanaishi leo kuna mwanamke anaishi leo Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Mke wako chombo gani cha shaba? Sisi kanisani kuna watu hata ukimsema vipi, kwayo unawasema vipi. Kesho utamwona msifu Bwana, msifu Bwana, kama vile haelewi. Hicho chombo cha shaba hicho <laughs> e, hata usemeje, chombo cha dhahabu, hata umwambie maneno mabaya vipi, maneno yako hayaondoi thamani yake. Tumeelewana? Maneno yako nilienda Mi... nilienda Kariakoo bwana kununua viatu haraka haraka nikaangalia nikafikiria 1030 halafu nikatoa nika nika nika, jamaa amenifungia viatu tayari, nikampa 1030 kumbe laki tatu na mimi na 30 hiyo hiyo. Akaniambia wewe, nipompa 1030 akisema wewe mzee vipi? Ah, nikasema bwana niepushe na jaribu hili. Pole pole nikawa naondoka, sasa angalia ulivyo mfupi. Nikasema hayo ndio maisha, wala sikugasiga, sikwenda jimu akaninyoosha hiyo. Kwa hiyo Adui wako mkubwa wazo lako. Mwanamke hawezi kushindwa kwa mwanamme kamwe, hata aweje, hashiwezi kushindwa. Lakini mhemuko gani umekuingiza? Lakini unamfahamu? Wataalamu wa saikolojia mmoja alisema, huwezi kumjua mwanamke mpaka miaka ishirini na mitano, mnakaa naye na humjui huyu huyo. Moja alisema kitu kweli, atakuja ukisema baadaye, Dokta Mauki, kizuri kweli. Kwa hiyo unaishi na mtu unayemfahamu na ndio maana apendaye mafundisho ma, ma upenda nini maarifa Suleiman profesa wa kuoa wake mia saba nyumba ndogo mia tatu wewe mwanamke mmoja na kutoa mafua mpaka akamoa malkia wa Sheba kutoka kushi Ethiopia alipokwenda kuangalia hekalu la Suleiman kwenye mlima Moria kwenye mambo ya nyakati wa kwanza sura ya tatu mstari wa tatu kwenye wafalme wa kwanza sura ya kumi mstari wa tano Biblia inasema moyo wa malkia wa Sheba ukamzimia Suleiman ndio asili ya kizazi cha Rastafari wote hao ya yeye alioa sasa wewe mmoja huyo. Mungu atupe maarifa haya mafundisho. Tunaanza kupendana bila kufahamiana, ndio shida si. Tunaanza kupendana bila kufahamiana. Tufahamiane e, maarifa, akili, tutaenda nao. Mungu awabariki, hili ndio neno la Bwana. Na, na mwanamme ukishindwa, ndio umefeli kwenye maisha. Nyumba ijengwe na mwanamke nyumba inajengwa na mwanamme, umenielewa? Nyumba ijengwe na nani? Eee, nyumba inajengwa na mwanamme, na mwanamme ni barozi wa Mungu. Mungu anamwangalia mwanamme, ndio maana walipoanguka bwisa nideni akummuliza mwanamke Adamu, huko wapi? Mtoto wa wasemi, mtoto wa mama nani? Mtoto wa baba nani? Tumeelewana hela. Mwanamke utaila kiraisi tu, maarifa tu, atawanyima hata kwao.